Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tunatoa shukrani sana kwenu kwa kila aliochangia na kutabaru katika ujenzi wa masjidi Omar ibn Khattab na madrasa yake iliyoko kwa ndomo Malindi. Hatuna la kualipa ila jazaeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wazidishie imani katika nyeo zenu. Allah ajali baraka katika utafutaji wenu. Allah ajali taufiki katika mambo yenu. Allah ajali amani na upendo katika majumba yenu. Allah wajalie sadaka zenu zio miongoni mwa mizani za hasanat. Alhamdulillah, tunaendelea na mchango wa iftar kwa niaba ya kualisha muslim wa ambao wako katika eneo la hiyo msikiti na madrasa. Kuna waloslimu kuna masakini na fukara. Hata pia umeruhusiwa ukiwa una, unataka kutoa maji kwa ajili ya kufungulia mwadhini au baada ya salatu tarawih, ruhsa. Nambari ya simu kwa hapo chochote ulicho nacho nitende pia ni chakula, nataka kualisha ruhusa. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda yule mwenye kutoa japo hata kama ni kidogo. Allah tuongoze katika miezi mitukufu na kuja, Allah atujalie katika miongoni mwa waja wema inshallah. Ndugu yangu wa Kiislamu, chochote ulicho nacho, Allah na furahi unapotoa shukran. Allah bariki na atakia soma maqbul, wa, wa ramadhani karimu.